Ningeendekeza haya unayoendekeza, nisingeweza kukukuza ukakua ukafika hapa ulipo. Unaendekeza mapombe mabangi, masigara, wanawake, sasa nikueleweje eh? Shule nimekupeleka eh? Uzingatie elimu, sikukuambia ukazingatie wanawake na starehe zingine. Umenielewa mwanangu, nilipambana na mama yako nikahakikisha unakuwa na sasa unaonekana, umekuwa kijana. Kwa nini unafanya vitu tofauti na vile vya kwangu ambavyo o mimi, ambavyo mimi nilitarajia wewe utafanya hivyo au na zaidi eh? unafeli wapi hapa eh? unafeli wapi? Sasa cha kukusitiza stiz, stiz, wewe kwanzia sasa hivi inabidi upambane, sio sharubaro nie, unapita ani barabarani, suruali imeshuka. Fanya kazi eh? unataka uonekane tu muonekano yani, ili mradi huko. Kuna mwanamke anayetaka mwanaume ambaye hataki kufanya kazi eh? so unalielewa mwanangu, inatakiwa uwe na pesa eh? utamiliki chochote kile, lakini ukiendekeza kwa sasa hivi

mona sasa, imebidi nikite na nanyie kile ninachokipata, ndio hicho nyie mnatumia. Mimi mtaki, mimi nje ni relaksi na mama yenu, nikae kwenye kiti kizuri, nilekadiya nileka kuku eh, muniletee. Hayo ndio maisha sasa. Kwa staili hii, unatoka asubuhi, unakunywa chai asubuhi, unatoka unaangalia, saa saivi ni saa saba eh? Unarudi nyumbani unaunga donation eh? Unatoka hapo tena unaenda, unarudi jioni, unauliza cha jioni. kifua kuna mke wako hapa, huyo mama yenu nilimuoa, ndio mke wenu. Unatakiwa eh? Ubambane uoe, upikiwe, kuonyesha sehemu yenge, upikiwe ule ushibe niniolawamwananu